kuzunguka kukutoa elimu kwa wanasimba juu ya umuhimu wa kununua na kuvaa jezi original hmm. E, tumeamua kulivalia njuga suala hili kwa sababu linaididimiza na kuiumiza klabu yetu ya Simba Sports Club, lakini kama haitoshi linamuumiza na kumwathiri moja kwa moja mzabuni wetu wa jezi ambaye ni kampuni ya JT. Suala la jezi feki tunaliangalia kwa jicho la juu juu sana, lakini ni moja kati ya changamoto kubwa kweli kweli kwenye maendeleo ya klabu yetu. Lakini ni moja kati ya jambo baya kweli kweli ambalo linaathiri wawekezaji wote, hasa kwenye eneo la ukimuuliza vunja bei, kitu gani kilimuathiri alipokuwa mzabuni wa jezi Simba atakwambia jezi feki. Ukimuuliza Sunderland kitu gani kilikuwa kikwazo kwako kwenye biashara ya jezi atakwambia jezi feki. Ukienda ukimuuliza Jerut ndani ya miezi yako miwili hii mitatu uliyoanza kufanya kazi ya Simba kwa sababu ya ku, ya kutengeneza jezi kitu gani mpaka sasa kimekuwa kikwazo? Jibu lake litakuwa ni jezi fake. Sasa hawa maharamia eh, imefika muda wa kuanza kudili nao papendikula kwa ajili ya kuiokoa klabu yetu ya Simba, lakini kumsaidia mzabuni aweze kutimiza, kutimiza malengo yake. Jerut, kwa kushirikiana na vyombo vya dola, anafanya kazi kubwa ya kuwakamata wale wote ambao wanazalisha na kuuza jezi fake ameshakamata watu wengi na sasa yupo kwenye mchakato wa kuwafungulia mashtaka, twende tuwapeleke mahakamani kwa kesi ya uhujumu uchumi. Lakini hiyo peke yake kuwakamata tumeona haitoshi, tulichokuamua hivi sasa na sisi e, Simba Sports Club tumsaidie Jerut, tuingie mtaani kwenda kuzungumza na wanasimba. Inawezekana mtu asione athari ya jesi feki ambayo anainunua akaona tu ni kwamba nimenunua tu jezi hii ya Simba basi inatosha, lakini asijue e, ule uchungu ambao Simba tunaupata kwa yeye kuvaa na kununua jezi peke. Inawezekana hajui hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo taarifa, inawezekana hana elimu ya kutosha kuhusiana na madhara ambayo anaisababishia klabu yetu, na kwa mantiki hiyo tumeamua kuingia mtaani sasa kwenda kutoa elimu njia uh, um, ya kwanza ya kumkomboa mtu yoyote ni kumpatia elimu. Wakati Jerut akishirikiana na vyombo vya dola kuwakamata wauza jezi feki, sisi tunakwenda kuwapa elimu wanasimba, waachane na kununua jezi feki za klabu yao. Twende tukawaambie ana kwa ana madhara wanayoisababishia klabu yao. Twende tukawaambie wanasimba kudumaa kwa Simba kiuchumi, wao ndio sababu namba moja, kwa sababu hawanunui vitu original vya klabu yetu. Kwa hiyo tunaanza safari yetu hiyo, tunakwenda kuzungumza na wanasimba katika vijiji, vitongoji, kata na mashina yao kule ambako wanaishi, kuwaambia umuhimu wa wao kununua jezi original, lakini tumewaachia watu wanaouza jezi feki waende wakajitanue hasa katika yale maeneo ya mbali. Uh, wanafika huko wanauza jezi feki. Shabiki wa Simba ambaye anakaa huko ndani ndani kabisa Itigi haijui jezi original, pengine atakapokutana na jezi yoyote yenye logo ya Simba basi yeye ananunua akiamini ya kwamba hii ndiyo jezi original ya klabu yake. Kwa hiyo tulichoamua ni kwamba kwenda kubanana nao ule ambako wauza jezi feki wanafika na sisi tunafika huko kwenda kutoa elimu lakini kuwapelekea jezi original. Kwa chombo unaiona hii hapa inaanza safari hii leo ya kuzunguka nchi nzima. Tunatoa elimu lakini tunawauzia na jezi vile vile, ya kwamba usivae hii ni feki, vaa hii original kwa mchango na maendeleo ya klabu yako. Ndiyo kazi ambayo tumeamua kuifanya na bismillah, tunaianza hii leo. Jahazi naliongoza mwenyewe, nikipita katika mitaa mbalimbali, na leo tunaanzia pwani, tunambaambaa ule ukanda wa pwani kuanzia Bagamoyo Kiwangwa, tunakwenda mpaka Msata, napiga mboga Lugoba, Wami, tunafika mpaka Mkata, Msata, tunakula mbuzi choma pale, tunakwenda mpaka Segera tunanunua machungwa tunakunja Mombo Korogwe moja kwa moja mpaka Same, tunakutana na Wapare, tunakwenda mpaka Moshi Kilimanjaro Hai safari mpaka Arusha. Yote hiyo ni kwenda kuzungumza na Wanasimba kuwaambia juu ya umuhimu wa wao kununua jezi na kwa wale ambao bado hawajanunua jezi zao, basi tunakwenda kuwafikishia jezi huko huko katika maeneo yao wanakoishi. na mchakato huu semaji, mnatarajia utachukua muda gani? Tunatumia siku hizi za mapumziko ya kalenda ya FIFA eee, kwa maana siku, siku kumi na tano hizi kuanzia leo, chombo inang'oka kurejea hapa Dar es Salaam ni tarehe kumi na tano Mwenyezi Mungu akijalia tutazunguka katika mikoa yote hiyo ambayo nimewatajia na mikoa mingine ambayo sijaitaja kwa maana ya Dodoma Morogoro Singida e, Tabora Mwanza mwa, e, Mara alafu tunarudi namna hii tena moja kwa moja mpaka Dar es Salaam. Kwa hiyo ni mchakato wa siku kumi. Hii sasa itakuwa ni, ni, ni, ni opening. Lakini bado utakuwa ni mchakato endelevu ambapo tutazunguka nchi nzima elimu pamoja na kuuza jezi moja kwa moja, na mchakato huu utakuwa ni kwa muda fulani. Mpaka tarehe kumi na tano ndio mwisho au itakuwa ni endelevu? Hii kumi na tano tutarudi kwa ajili ya kuanza eh, maandalizi kuelekea katika mechi yetu ya ligi ya mabingwa Afrika, lakini wengine wataendelea eh, lengo letu ni kuona ya kwa kwamba hatuwapi pumzi wanaouza jezi feki, tunahakikisha kwamba <laughs> sokoni shabiki wa Simba anaona jezi feki anaona na jezi original, alafu anafanya maamuzi ya kununua jezi original kwa sababu kwanza ameiona, lakini amepata elimu ya kutosha ya kwa nini anunue jezi feki anunue jezi hmm, original. Bila shaka mashabiki wa Simba Sports Club wanataka kusikia, baada ya kutua meneja mkuu, nini ambacho kinaendelea kikosini Kinachoendelea ni programu ya mazoezi e, ambapo wiki hii kikosi kinarejea tena katika uwanja wa Mo Simba Arena chini ya mtaalamu. Kwa mara ya kwanza mtaalam Pantev atakanyaga ata, ata, nyasi za Mo Simba Arena.